Boy Kasim Mandanda you know you know, uh, nimekuja na topic hii hapa leo ambayo inasema application nne za muhimu kwa watu wanaoanza forex. Katika uh, topic hii nitaenda kuonyesha vitu vinne au programu nne au application nne ambazo unahitajika kuwa nazo na za kuziangalia za muhimu sana unapotaka kuanza kutrade forex au kuanza hata kufanya mazoezi ya forex. Watu wengi wamekuwa kuniuliza Forex natumia application zipi, so nimeamua nitengeneze hii video ili watu wote waweze kuelewa na ku, na kuzichukua hizo application waweze kuzifanyia kazi, kwa sababu inakuwa ni ngumu kumwelezea mtu mmoja mmoja na kumpa uh, kila application ina matumizi yapi na yapi, inakuwa ni ngumu so nimeamua kuandaa video hii nielezee kwa undani ili kila mmoja aweze kuona. Lakini kabla ya yote guys, hakikisha ume subscribe, ume like, na ume comment. Kwa kufanya hivyo utaweza kunisupport mimi kwa sababu I don't be paid. Silipwi kufanya hichi kitu, silipwi kutengeneza hizi video. So unapo subscribe, unapo like, unapo comment, mimi napata motisha ya kuendelea zaidi zaidi kukuletea uh, video kama hizi za kuelimisha kila siku, lakini pia unapo subscribe unakuwa wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapoachia video mpya. So hakikisha umesubscribe, ume like, na ume comment ili tuweze kuendelea. So moja kwa moja guys tunaenda kwenye topic yetu bila kupoteza muda. Uh, application ya kwanza ambayo unatakiwa uwe nayo kama forex trader, na hii ni ya muhimu sana kuliko application zote. Hii inaitwa Meta Trader, hii inaitwa Meta Trader 5. Tuna Meta Trader za aina mbili: tuna Meta Trader 4, Meta Trader 5, lakini personally natumia Meta Trader 4. I mean natumia Meta Trader 5, Meta Trader 5 kwa nini? Kwa sababu uh, ni nzuri, imerahisishwa na ina ufanisi mkubwa sana. Unajua vitu vingi ambavyo vinapatikana kwenye Meta Trader 5 MetaTrader 4 vipo ila vitu vingine ambavyo vipo kwenye MetaTrader 5 kwenye MetaTrader 4 havipo. So MetaTrader 5 ni kama MetaTrader 4 iliyoongezwa baadhi ya features. So ni nzuri sana kuitumia na inafaa zaidi. Kwa mfano MetaTrader 5 kwenye web terminal, uh, ni kama hii. Uh, okay, ukigeuka kwenye terminal utaona interface kama hii. So this is MetaTrader 5 as you can see. So hapa utafungua account na utaanze kutrade online. Lakini pia tuna uh, Uh, mini tuna Meta Trader 5 ambayo unaweza kuipata kwenye application ya simu. Hii unaweza download pale Play Store au App Store, ukao na ukafungua account ukaconnect na broker ukaanza kufanya trading zako. So Meta Trader 5 wenyewe kazi yake kubwa ni kufanya trading. Huku ndipo ambapo unafanya trading. Application zingine zote zina kazi zake nyingine tofauti, lakini hii ya Meta Trader 5 ndio application ambayo inafanya trading yenyewe. So ni application ya muhimu sana na ndio application yetu ya kwanza. So kama nilivyoelezea hapo, MetaTrader 5 unaweza ukaipata kwenye platform nyingi, Play Store au App Store, lakini pia unaweza ukaitumia kwenye simu, kwenye PC au kompyuta, vyote vile unavyotaka, na kikubwa wewe na mtandao. So tunaenda application ya pili. Application ya pili, Trading View. Trading View ni nini? Trading View uh, hii ni programu ya kufanya analysis So. So, Trading View. Trading View, mara nyingi hii tunaitumia kwenye kufanya uchambuzi wa masoko ingawa kuna watu wana trade huko kwenye Trading View wana connect na broker, pia ni sehemu ya kutrade. So I don't recommend you to use Trading View kwa sababu itakuchanganya, na watu wengi hawaitumii hii especially kwa nchi zetu kama hizi Tanzania, East Africa, ni wengi tunatumia sana MetaTrader. So, MetaTrader utaitumia kwenye kutrade lakini Trading View utatumia kwenye market analysis kwenye kufanya uchambuzi wa soko kwa mfano so, so tunafanya uchambuzi wa soko kuona tuna application yetu I mean, tuna chart yetu hii ya gold kama unaweza kuona so, hapo unafanya uchambuzi wa chart kupitia trading view. So, trading view pia na yenyewe unaweza ukaipata uh, online, kwa maana ya kuwa na desktop au kwenye laptop uka, uka ingia kwenye web terminal ukaipata au kai download kwenye simu pia, hiyo inawezekana. So TradingView ni application ya pili ya muhimu sana. Application ya tatu ambayo ni muhimu sana ni my forex book, my forex book au my forex uh, my forex book, hii inasaidia sana, inakusaidia wewe kwenye vitu kama kuangalia uh, hii my forex book inakusaidia kwenye kitu kinachoitwa journaling forex book inakusaidia kwenye kitu kinachoitwa journaling. Journaling maana yake ni kuandika tredi zako. Journaling ni kuandika tredi zako, kuziandika tredi kwa maana ya sahihi. Unajua uh, Waswahili wanakuambia mali bila bila daftari hupotea, bila habari. So kila biashara unayofanya kwenye trading au kwenye forex unatakiwa uwe na, unai mark, unai, unai, unaiandika chini so huko kwenye my forex book ndio sehemu pekee ya kufanya yakufanya hivyo ingawa unaweza kufanya kwa manyo kwa kuandika kwa karatasi na, na, peni wewe mwenyewe, lakini njia nzuri ni hii hapa ya, ya, ya, ya my forex book ambao unafanya nini unafanya journaling uh. Lakini pia kuna kitu kinachoitwa economic calendar. Economic calendar hizi ni news ambazo unazipata kwenye forex. Kwa mfano nikija kwenye my forex book hapa nitaenda kwenye economic calendar uh, pia naipata huko. Economic calendar ni kitu cha muhimu sana kuchukua nacho huku, unapata news. Kwa hiyo watu ambao wanatrade fundamental, kama hujasoma issue ya fundamental itabidi usome ili uelewe na trade some news. So news hizi zinatoka, unazikuta huko kwenye my forex book hapa. Kwa mfano tupo kwenye news, hizi ni news ambazo zinatoka, zinakuwa ni news mbalimbali. So unazikuta kwenye my forex book. So hicho pia ni kitu cha muhimu sana economic calendar. Kuja tukiandike hapa, namba 4 ni economic calendar. So economic calendar pia unaikuta hapa kwenye my forex book economic economic kalenda unaikuta kwenye my forex book hapa, so hii unaipata hapa. Uh, nadhani hivyo ndivyo vitu vya muhimu sana vya kuzingatia unapotaka kuanza kutrade forex. So hapo nadhani tumemaliza kwenye hizo application ambazo ni application za muhimu ila kuna application nyingine ya ziada ambayo inakuja kuongezeka hapa inaitwa investing.com. Investing.com inafanya kazi sawa na Forex Group. Kwa sababu investing.com generally utaitumia kwenye kuangalia news pia. Kuangalia news, kuangalia masoko. So investing.com pia ni market watch. Unakuwa unaangalia masoko. Unakuwa una, unafanya uchambuzi. Sisi tumeelewana. So inakuwa hivyo. Lakini pia generally mara nyingi sana utakao unaangalia news au ni investing.com. So vitu kama hivyo. So guys, paka kufikia hapo, sina la ziada. Hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment, ili wewe uanze kupata notification pindi ambapo nitakapo upload video kali na mpya kuelimisha kama hii. So paka sasa hivi unaweza application na zile. So kwa mfano tukija kuangalia mfano wa investing.com, kwa nini ni kama huwa hapa, huu ni web terminal, maana hapa ni kwenye kwenye laptop ni isi na kuonekana, ila pia unaweza kupata application yake kwenye simu, unaweza kupata application yake kwenye simu kwa unaifungua, unaitumia katika mfumo huu hapa, kuangalia news, kuangalia masoko ya kifedha inakuwa hivyo. So hizo ndizo application za muhimu sana ambazo mimi nazo kwenye simu yangu. Bila hizi application, maana yake siwezi ku trade forex. So hizi ni application za muhimu zote, uwe nazo na zote zina mchango tofauti tofauti. Kama bado hujaelewa, unaweza kuuliza swali lako hapo chini kwenye comment, na nitaliona, nitakujibu haraka iwezekanavyo. Lakini pia ninaacha namba kwenye description box, hakikisha umenitafuta WhatsApp, tunawasiliana zaidi kwa ah, kupata gharama mbalimbali za wewe kuweza kujifunza zaidi na zaidi zaidi, na kuangalia namna gani ambao utafika mbali kwenye kiliao. So guys, I see you in another beautiful video. Bye bye.